Nimetoa maelekezo kwamba fedha zote zinapoletwa za miradi zote, serikali inapoleta fedha ni lazima tuzingatie huo utaratibu, kama ni mwaka huu wa fedha, fedha zisipinduke mwaka eh. Kwa hiyo na katibu tawala, wakati nazungumza alikuwepo, na wakati mwingine. Sasa tutakachokifanya kabla ya miradi haijaanza ya mwaka wa fedha, tutawaita wahusika wote tutawaita wakurugenzi, wenyeviti wa halmashauri, waheshimiwa madic, na wale wote, timu nzima ambazo zinahusika, mainjinia na wengine, tuwaambie, mmepokea fedha, zimeingia kwenye akaunti zenu tarehe gani, tarehe hii, na fedha zinaonekana. Mradi usipomalizika na wee, tumeagana eh, vinginevyo hatutaweza we, mradi wa 24 25, watu wananing'inia na hela, miradi haijakwisha 25 26, miradi haijakwisha. Kesho kutwa tunapokea wanafunzi na nyinyi wenyewe mashahidi, mmeona kila mradi una variation pale. 198 pale tumechukua roughly milioni 80 kwenye shule ile ya pale kwenye shule ya, eh, pale hakuna ya chekechea ile sekondari nyingine. yeah, yeah, yeah. 49 Ukijumlisha hizo hela ni nyingi sana, tutapata maswali mengi na mheshimiwa waziri kutuambia imekuwaje, tutaanza tena kukuambia haya, ngoja nipeleke special audit sasa. Tunataka tufike hatua hiyo eh? Eh, kwa hiyo ndo inachosema, hizi changamoto lazima tukae na tuzifanyie kazi. Imekuwa eh, ni ziara ambayo ina eh, malengo mahususi na lengo kuu ni kukagua miradi ya maendeleo kwa ajili ya mkoa wetu wa Kilimanjaro na huu ni utamaduni wa siku zote eh, wa serikali ngazi ya mkoa, serikali ngazi ya wilaya eh, kukagua hii miradi ili kujiridhisha kwa miradi hii, moja, inatekelezwa eh, kwa wakati, lakini la pili, kutekelezwa kwa kiwango kinachotakiwa. Serikali inapoleta fedha hizi lazima kuwe na ufuatiliaji a, kwamba fedha hizi ambazo zinaletwa na serikali zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa lakini pia miradi hii inamalizika kwa wakati. Kwa hiyo maelekezo ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa ni maelekezo sahihi kabisa. Sisi kama watendaji lazima t tukayasimamie ipasavyo. Tumeona katika kila mradi tumekwenda e, tumesomewa ripoti lakini pia tumeambiwa changamoto zilizopo. E, baadhi ya changamoto zimetatuliwa katika levo ya halmashauri, lakini zingine zinahitaji kuendelea kuzifanyia tathmini, kuendelea kuzifanyia kazi na moja ambayo tumeona ni changamoto kubwa kila mahali tunapokwenda eh, ni mfumo wa nest. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa wafanyabiashara biashara, eh, waelimishwe namna gani ya kufanya hizo application kwenye mfumo. Nashukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na timu yake kuja kutembelea miradi ambayo inaendeshwa kwenye wilaya yetu ya Same. Uh, niseme maelekezo yote ambayo tumepewa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa tutaenda kuyafanyia kazi , lakini nishukuru sana pia kwa usimamizi mzuri wa ofisi ya mkuu wa mkoa uh, kwa wilaya yetu ya Same e, wametuletea miradi mingi, lakini ikiwepo ile ya serikali kuu. Tunamshukuru sana pia mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha nyingi sana serikali za mitaa na serikali kuu. E, tuna miradi mingi inaendelea kwenye wilaya hii, kwa hiyo tunamwahidi mheshimiwa rais na mkuu wangu wa mkoa kwamba tutaendelea kusimamia miradi hii ikamilike kwa wakati, lakini pia iweze kukamilika